Jina naitwa Ambashi Haridi Mvungi, na mwalimu wa chuo cha ufundi cha mkoa wa Kilimanjaro VETA Moshi, na tuko katika sabasaba ya maonyesho ya kimataifa ya sabasaba. Tumekuja na bidhaa yetu, ni jiko la kutumia gesi kama Mheshimiwa Rais anaposikiliza taasisi zote za serikali, serikali za na za serikali zenye namba kubwa ya wanafunzi ziweze kutukwamie kutoka kwenye nishati za kuni na mkazi amiwe kwenye, kwenye, kwenye gizaya, jinkola, gesi. Umeleta bidhaa ya jiko la gesi ambalo linaweza kutumia gesi asilia na gesi ya kawaida LPG ya kwa ajili ya kuendana na kauli ya Mheshimiwa Rais Dkt. Samia Suluhu Hassan. Kwa hiyo kwa VETA Moshi tumeleta jiko la gesi na sufuria yake ambazo inarahisishia watu katika shughuli za kupika na inaboresha katika mazingira yanayohitajika. Vilevile, jiko hili tunatengeneza VETA Moshi kwa bei nafuu kabisa, lakini pia tunashauri taasisi mbalimbali na watu mbalimbali waweze kuja VETA Moshi kwa ajili ya kupata huduma ya majiko ya gesi kwa lita tofautitofauti. Tunatengeneza lita hamsini, lita mia na hamsini, lita mia mbili mpaka lita mia tatu. Inategemea na taasisi inataka gharama nziwa gesi la sufuria litangapi. Kwa hiyo ukilipia, unapea sufuria unapewa jiko pamoja na sufuria yake, kila ki kienda ni kuunganisha gesi e, yako kwa ajili ya kupata ule moto wa kupikia na tunajua kwamba ukitumia tunajua kwamba e, gesi unatunza mazingira ipasavyo. kwa hiyo tunakaribisha sana VETA Moshi kwa ajili ya kupata huduma ya majiko mbunifu. Tulianza tokea tuna miaka kama mitatu A, mfano kama sasa hivi kabla ya kuja kwenye maonyesho ya kimataifa Sabasaba hapa ulikuwa na oda ya kutengeneza majiko matatu ya lita mia mbili katika shule ya sekondari Moshi mjini Moshi manispa, na natukutengeneza hayo majiko matatu, sababu hiyo tenda ililetwa na halmashauri ya manispaa ya Moshi kuyakamilisha na kwenda kuhistoria kwa ajili ya kupikia. kwa maana hiyo E, sio kazi tumeianza leo, ni kazi tumeianza tuna tumeya miaka mitatu bila kama serikali itawezesha kuwajulisha e, watu na sisi wenyewe kuona shughuli tunazozifanya inaweza ikaja kukuangalia na kutoa hizo e, kutoa haya majiko kwa ufasaha na ufanisi zaidi.